Mwashamu ba, Baba Askofu wa jimbo la Bagamoyo, Baba Paroko wa parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga, Baba Padre, masista, viongozi wa halmashauri parokia pamoja na vigango, watoto wetu walioimarishwa leo, waumini wote Mliopo hapa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana Zinga, parokia ya Roho Mtakatifu, parokia Teule, kwa wale waliotoka Dar es Salaam na wale waliokuja kusherekea na waimarishwa wetu wa leo, karibuni sana sana Zinga, mjisikie mko nyumbani. Hapa mliko ni Bagamoyo, parokia ya Roho Mtakatifu, parokia teule. Baba ya askofu, karibu sana katika parokia yako teule. Tumefurahi sana na tulikuwa tunakusubiria kweli kweli kwa hamu, kwa sababu toka tumetangazwa kuwa jimbo la Bagamoyo wote tulifurahi, tukasema huduma imesogea karibu kwa sababu hapo awali tulikuwa tunalazimika kwenda Morogoro na ni mara chache sana tulikuwa tunapata misa ya kiaskofu, lakini kwa sasa tunaamini utakuwa unatutembelea mara kwa mara, Baba askofu. Baba askofu, parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga ina umri mkubwa kidogo zaidi ya miaka thelathini na mbili hivi, lakini tumekuwa tukikuwa katika eh, mwendo wa polepole kutokana na jiografia ya eneo tulilopo. Baba ya askofu, haya yote unayoona yanafanyika hapa yanafanyika na wakristu hawa hawa, walima miogo, wafugaji na wachache walioajiriwa, lakini wamepambana katika imani kuu na kufikisha maendeleo ya parokia Teule hapa yalipo, Baba Askofu. Leo tuna sikukuu, unaweza ukaona kama ni, ni tuko wengi, tumependeza na mambo yetu ni mazito, lakini ukija siku ya misa ya Ijumaa au wale ya misa kuabudu ekaristi unaweza ukauona udogo wetu , lakini pamoja na udogo wetu tuna mambo mazito. Lakini katika uzito huo, Baba Askofu, ninakuomba utukumbuke eh, wana parokia Teule ya Zinga tunahitaji sana sana kushikwa mkono, kupewa maelekezo, lakini kutembelewa na kupewa eh, mwongozo zaidi ili tuweze kukua kutoka parokia Teule na tuweze kuwa parokia kamili ya Roho Mtakatifu Zinga. Baba Askofu, nimeambiwa tu nitoe salamu na nisiwachoshe, kwa sababu waimarishwa wetu wanataka wakasherekee kwa kula pilao, lakini najua na wengine waliotoka mbali hawajanywa chai na ne. kwa hiyo niwatakie ni sherehe njema. Karibuni sana Zinga. Watoto mliokuwa mliopata kipa imara, naomba msiliache kanisa Katoliki, mmekuwa kipa imara eh. Baba Askofu alikuwa na maswali mazito mazito na mimi nimejifunza kitu leo, itabidi nianze kusoma upya, kwa sababu baba askofu nilikuwa naogopa angerudisha maiki kwa wakubwa huku, bangekuwa changamoto kwelikweli eh, kwa hiyo watoto mliofundishwa mkafundishika, msiende kuliacha kanisa Katoliki, tukaishike imani Katoliki, tukatembee kifua mbele, tukimtangaza Kristu kwa sababu ni heshima kubwa kuzaliwa kuwa Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristu. Niwatakie jumapili njema, karibuni sana katika parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga. Asante sana makamu mwenyekiti kwa maneno mazuri ya shukrani na ya kutia moyo kwa maendeleo ya parokia yetu teule, iendelee kukua basi. Na mimi basi, kwa niaba ya uongozi wote wa parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga napenda kushukuru tena baba Askofu kwa ujio wako na kwa kuimarisha hawa vijana wetu kwa kuwapa sakramenti ya kipaimara. Lakini ni washukuru wale ambao tulikuwa kwenye kamati mbalimbali mbali za maandalizi ya sherehe hii e, kamati zile za chakula, za wazazi e, vijana viwawa katika usafi na maandalizi mbalimbali ya maeneo ya hapa. Ni washukuru sana wanakwaya kwa kweli imeimba vizuri. Naomba tuwapongeze wanakwaya mm. Tunashukuru sana kwa utume wenu wa uimbaji. Niwashukuru sana wazazi na wasimamizi wa waimarishwa wetu. Ni washukuru sana kamati tendaji na kamati ya ujenzi ambao walipambana kweli kwa hizi siku za mwisho kuhakikisha walau maeneo kadha wa kadha yanakuwa vizuri. Ni washukuru vyombo vya habari ambao mko hapa eh, Radio Maria wako hapa Marian Television wako hapa na wengine tunawashukuru sana kwa e, kuturusha huko hewani. Najua watu wamejua kwamba wanazinga tupo na tuko imara katika kuipambania imani yetu ya Kikatoliki. Niwashukuru kila mmoja wenu kwa majitoleo yenu mbalimbali, mbali ya kulijenga kanisa letu la Zinga. Naona ujenzi bado unaendelea, bado tunapambana, tuendelee kuombea. Kazi zote zinazofanyika hapa ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu. Mungu atulinde na atuongoze. Basi malengo yetu ya kulijenga kanisa hili, kuijenga parokia yetu, basi Mungu aweze kuyakamilisha kupitia sisi na kwa neema na baraka zake. Kwa hiyo nasema asante kwa kila mmoja wenu kwa kufanikisha hasa siku hii ya pekee kabisa ya kumkaribisha Baba Askofu na kuwaimarisha watoto wetu. Basi mwisho kabisa ningependa sasa kwa heshima na taadhima kumkaribisha Baba Askofu kwa neno lolote. Karibu Baba Askofu. Mheshimiwa sana, sana baba paroko wa parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga, Mheshimiwa sana Baba Ezekieli Mrema, watawa tuliomo humu, kamati tendaji waimarisho, wazazi na wasimamizi, waumini wote wa parokia hii ya Roho Mtakatifu parokia teule ya Roho Mtakatifu Zinga. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa, ninayo furaha kubwa kwa mara ya kwanza kusali hapa tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo. Nilikuwa naangalia mwanzoni nitaka nipange safari ya kuja hapa, lakini nilipoona ratiba ya kipaimara hapa, kaona ngoja nisubiri kwanza kipaimara baada ya kipaa imara tuweze kutembelea vigango hivyo vya sio leo. Maana yake tapanga sasa, tuje tutembelee vigango hivyo vilivyotajwa humu ndani, kama vigango vitatu hivi, tuweze kuona vipoje na wanaendeleaje. Jambo la kwanza kwenu, nawapongeza kwanza, nawashukuru kwanza, niwashukuru kwa zawadi, kwa kunishika mkono. Asante sana, Mungu awabariki. Pongezi nyingi kwa ajili ya kanisa hili zuri ambalo linaelekea kuisha kama mlivyosema, ni juhudi zenu nyinyi wenyewe. Alikuwa anaongelea makamu mwenyekiti, anasema ni walima mihogo, sina wafugaji na waajiriwa wachache. Eh, nadhani katika ujenzi wa kanisa katika kuendeleza imani hatuangalii mihogo wala hatuangalii kulima au nini, tunaangalia moyo zaidi. Kwa hiyo ninachoona kwamba mna moyo wa kujenga kanisa lenu na kuendeleza injili hapa, hicho ndio muhimu zaidi. Mnaweza mkawa mnalima mihogo, mnakawa mnachunga, mkawa mmeajiriwa, lakini msiwe na moyo huu, mkabaki tu papo kama palivyo. Lakini ule moyo wa kujitoa, ule moyo wa sadaka ndio unaofanya muwe hivi, si kwa sababu ya ukulima wa miogo ninanin. Kumbukeni kwamba ujenzi wa chochote kile na vilevile kuendeleza imani hakutegemei utajiri. Wapo matajiri wengi sana, lakini hawana moyo wowote wa kulitegemeza kanisa. Kwa utajiri mkubwa wa waumini ni kupendana, kushirikiana, kusaidiana, kila mtu kuchangia kwa moyo huo, ndio utajiri. Lakini unaweza kuwa na mamilioni, lakini mchoyo na wala usaidii mtu yoyote, na tena zaidi unaendelea na ufisadi, unaendelea hata kunyonya kwa kile kidogo ambacho wenzako wanacho. Sasa hiyo Itakusaidia nini? Haisaidii chochote. Kwa hiyo msije mkaangalia mihogo, msije mkaangalia mifugo, msije mkaangalia, ila moyo wenu wa kujenga kanisa lenu hapa Zinga ndio hicho cha muhimu sana. Na hicho ndio nimekiona nyewe meona walima mihogo lakini nime, ii nimeona watu wenye moyo, watu wenye imani thabiti na wenye kupenda kanisa na imani yao tuona mimi hayo ya kwamba mnalima mihogo hiyo, sijui mimi, sijafika nyumbani kwenu. Hayo ya kwamba mnalima, sijui mnafuga, mnafanya nini, sifahamu eh, kwa sababu kama mngekuwa mnalima hata mihogo, unaona, nadhani takuwa kwenye vipaji, mihogo ipo mingi. Na kama kuna mihogo, jamaa waniambia wanalima mihogo, mbona sijaiona? na sanasa, wamesema kwamba ni wafugaji. Mbona sijaona mbuzi? Mbona sijaona ng'ombe? Paroka amewatetea hapa, sasa si msimu wake kwa miogo eh? Aya, nimeona akisema huko sasa sio msimu wake, lakini sasa nami nikabadili gia yeah, ngani je, yeah, mifugo nao sio msimu wake. Kwa hiyo ninge ningeona kuku sita saba, haya jamaa wafugaji kwelikweli lakini nimeona moyo wenu mlio nao, hiyo ndio muhimu na tuendelee hivi e, makamu mwenyekiti anasema tue tunafikiriwa kuwa parokia. Nadhani ni nyinyi mtasema, si ndio jamani? Sasasa so, tumeiva, tunataka kuwa parokia. Nilipokuwa nakuja hapa Bagamoyo, nilikuwa nahesabiwa parokia zinazotoka Dar es Salaam na zinazotoka Morogoro. Kule Dar es Salaam kulikuwa na parokia teule moja, na huku kulikuwa na parokia teule mbili, manake Zinga na Makurunge. Sasa nikiwalinganisha ninyi na Makurunge, hata nyiwe wenyewe mnaweza mka mkasema hivi, tuko wapi? Sawa jamani. Eh, kwa hiyo ninyi ndio mtakao mtakaosema. sawa jamani? e, nimepitia, nimepita huko nikaangalia, mnajenga nyumba ya muda, na ameongea vizuri sana baba paroko, amesema nyumba ya muda e, ili kumpokea paroko, kasema ongera sana ishe. Sasa pata picha, kwa mfano nasema. Sasa natangaza kwa mfano nasema, natangaza sasa zingine anakuwa parokia, lakini paroko wenu anakawa anakaa Kerege, kweli kuna tofauti gani ya parokia teule na parokia hapo? Sasa parokia, inabidi paroko wenu akae kwenu akae hapa. Sawa jamani? Eh, malizeni nyumba hiyo, mkimaliza tu njoo karibu tena. Nilimtania baba paroko wakati amekuja kule, tunaongea mambo ya kipaimara. Sasa mngependa siku ya kipaimara nitangaze? Sasa hajaongea na ninyi kwanza. Nadhani mkishaongea mtasema sio e, lakini sasa nilisema hivyo nilim, nilimtania tu, akasema baada hajaongea na ninyi atakapoongea na ninyi nitapata jibu, si ndio hivyo jamaa? Kwa hiyo sio mimi ambaye nitashikilia kwamba msiwe, ila ninyi mtashikilia bado ninyi hapo e, muone na nyumba ya padre alafu muwe na ulinzi mzuri wa padre. Mna eneo zuri sana na mlitunze, kila mmoja awe mlinzi. Mna eneo zuri sana, hii nimeambiwa ekari kumi, sio mcheza. Kuna mwenye hekari kumi, watu wanatafuta hekari kumi hawapati, lakini yeye mna hekari kumi. Linda sana eneo lenu. Nimeambiwa wamefanya upimaji bado, pata hati miliki, kazana mpate hati miliki ya eneo len leo panaonekana pako hivi watu wanatoka wapi na wapi na wapi huko, lakini kesho na kesho kutwa hapa ni mjini hapa. Kesho na kesho kutwa Zinga itakuwa ni parokia ya kutegemewa. Kwa hiyo msije mkajiona ni wanyonge nyie, kama aparok alivyosema, mko wengi na kweli, mko wengi wengi sana mpaka nikaa nasema hivi, niko Zinga au niko Kerege au niko wapi au niko wapi? Nasema kama niko Zinga kiangalia, kasema kweli, wote ni wageni, wote haiwezekani. Watoto mnao, wamejisema hapa vizuri sana hapa kwa hiyo nategemea kwamba mambo yatakuwa mazuri Zinga na vigango vyenu mlivyo navyo mwendelee kuvilea vizuri, viwe na maeneo ya kutosha, kwa sababu kesho na kesho kutwa visiwe vigango, viwe parokia kama mlivyosema. Mlikuwa mnasafiri kwenda Morogoro kwa ajili ya huduma ya kiroho, na sasa hizi naweza kupanda pikipiki, unafika Bagamoyo. Mama kanisa ana maana yake ana maana waumini hawa wapate huduma kwa ukaribu zaidi, kwa kulitangaza jimbo la Bagamoyo vilivyokuwa kwa vigango. Sasa visiangalie kwa vigango na waumini wasiishi mazoea, wasija kaanza kuishi kama tulikuwa Morogoro, tulikuwa tumezoea moja mbili tatu. No, sisi ni jimbo la Bagamoyo, kama jimbo la Bagamoyo ni sisi, tutalijenga jimbo la Bagamoyo. Na kwa sababu hiyo kama tulikuwa mbali sana na mambo ya kanisa tulipokuwa Morogoro. Sasa leo tuwe karibu na, ma, na, na, na mambo yote ya kanisa, tujenge vibanda karibu na mambo hayo na tuweze kujitolea kwa ajili ya kuliendeleza jimbo hili. Kama mlivyosema, eh, misa za Kiaskofu ni nyingi tu. Wewe wenyewe tutakaosema saa hizi tuko kwenye ratiba za vipaimara. Tukimaliza tu kazi kwenu kisema kwamba nije ni sali tena hapa, nakuja na nikija kusali muwe na sasa lengo maalum. Hey, leo leo mje pengine mjaniona vizuri lakini siku tutakapo niarika ndo mtaona nikoje kwa lengo maalum. Mnataka mweke mvio au kwenye madirisha humo mnataka si mmalizie si wapi hapo hapo. Lakini siku hiyo tujiandae kwa ajili ya harambee, tumwite askofu haja mjiandae, mmekula vizuri na amebeba vya kitu vya kutosha. Aha, sio tutauza Tanzania. E, toilet zote hizo tutaziuza hapa hapa ndani. Kwa hiyo jiandae vizuri, kwa sababu sisi wenyewe tutalijenga kanisa saa jamani, eh, hey, na karibuni vile vile Bagamoyo tena amesema, nyewe wafugaji, mnaweza kusema huyu askofu huyu amekosa hiki, ngoja tumletee mbuzi, ngoja tumletee kuku, ngoja tumletee basi. Nyewe wakulima jamani, na wafugaji ngoja tukapeleke mihogo ngoja tupeleke e, saa hizi njegere ngoja tupeleke maharage ngoja tupeleke vyote hivyo, tutakula. Kwa hiyo mnapokuja hapa, msi kafikiri kwamba kwa askofu kwetu, kwa askofu vilevile vile, ni kwenu. Sasa jamani ni kwenu. Kwa msiogope. Sasa tunazoea kuwaona tu kule kama wengine tu kule mbele, mmevaa mavazi ile. Sasa uje nyumbani, mtaniona nilivyo, nimekuja kusalimia, nimekuja kutembelea, njoo karibu, ni nyumbani kwenu. Saa jamani, kitu muhimu tu, mtamwambia sister yule pale, sister, tungependa tumuone askofu. Yeye atawapangia tarehe. Okay, mje, siku hii mtamkuta Sawa jamani, yule pale mchukue namba yake, awe muwe nayo ho, mko huru. Sawa jamani, uzuri, mambo ya kanisa, yule ambaye anakuwa kiongozi ni mtumishi, tofauti na siasa. Si mkafikiri nitawapiga mabomu kule nyumbani. Hakuna mabomu kule, karibuni. Naogopa, naogopa nikamwona askofu ah, naogopa. Karibuni, sawa jamani, mko huru, ni watoto wa kanisa, na mimi wakati mwingine, upande mwingine, ni mtoto wenu vilevile. Sijatoka hewani, nimetoka kwenye familia, na kama nimetoka kwenye familia, si nikaanza kutaja familia niliyozaliwa huko, nataja familia hii ambayo ninayo hapa, ambayo ni ninyi hapa. Ninyi ndio nitawakuta mama huko, nitamkuta baba huko, nitamkuta kaka huko, mdogo wangu nitawakuta huko kwenu, ko msio kasema yule sisi, ila ni sisi pamoja na yeye. Nawakaribisha sana. Bila shaka, mmejiandaa vizuri kwa ajili ya tegemeza jimbo, sio ndio? Jamani, si sinyi mtakatifu, mtakatifu, mmejiandaa vizuri nitakuwa nasikiliza, tuone tena saa hizi, si ndio? Kumbukumbu inakuwa na sio mbali sana na leo, eh. Kosa, tuone mtakatifu, Roho Mtakatifu alivyowaangazia wana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitawashukuru sana kwa moyo wenu wote huo kwa kulitegemeza jimbo letu. Kumbukeni watu macho yako huku wanaangalia, hivi jamaa wanafanya nini, na ndio maana tunawashukuru wa vyombo vya habari hivi unawaona, wanakuja wana wanarusha moja kwa moja mpaka Ulaya, mpaka Marekani, mpaka wapi mpaka Australia. Wanaweza kaangalia na kajua kwamba Bagamoyo wanafanya nini. Tulisikia wametangaza jimbo la Bagamoyo, wanaendeleaje? Leo ulikuwa na misa ya kipaimara katika parokia teule ya, ya roho Mtakatifu. Oh, mambo yalienda hivi, wana moyo wale watu hivi hivi wapi wa Ulaya. Kwa hiyo ni vitu hivyo, lakini na ninyi wenyewe katika maendeleo yenu, kumbukeni, ninyi ni sehemu ya jimbo, na kwa sababu hiyo mnahitaji kitu, mnahitaji vyote hivi Faro. e, jimbo letu linaanzia mto Tegeta afu linaishia mto Ngerengere parokia ya Bwawani mtakatifu Agostino. Kwa hiyo wakati fulani aeza kasema hivi, tuangalie parokia teule yetu ya Roho Mtakatifu Zinga, tunataka tuweze tu, tu, kuangalia tufanye kitu hiki. Ngoja tuwaalike watu, tuangalie nani anaweza katusaidia parokia Tegeta, au, au Bahari Beach au Wazo Hill au Mivumoni au kule Muungano au Madale. Nani anaweza katusaidia, au hapa katikati Yohane mtume na mwinjili e, pale Tegeta Kibaoni au Bunju au Kinondo au Nyakasangwe au Mbopo au mkaangalia huko vile vile, mkaangalia Chalinze, Bwawani, Mdaula, Mandera, Kaja, Kiwangwa, hata hata Makurunge, mote humu ni jimbo la Bagamoyo. Msijifungie kwa, angalieni nani anaweza kawasaidia, mamwalike hata kwa ushauri. Kuna mainjinia wako hapa, Wakristo wazuri tu ambao hawahitaji hela anaweza kaja kuangalia wakawasaidia, ni wanajimbo la Bagamoyo. Lengo tuwe na umoja kama Utatu Mtakatifu ulivyo na umoja. Sawa jamani? Sasa tusiogopane jamani, tuendeleze jimbo letu la Bagamoyo, na maendeleo ya parokia ni maendeleo ya jimbo. Kwa moyo wenu tunahitaji sana na maana sisi hapa ni, kama ni kama evangelizing lakini yule maana amevaa tofauti ni mwenye na evangelizing aha na faa, mwenye watu nyi e, nakumbuka wakati tupo maua seminari tulipata ajali walio tuokoa wa masista. Tulipata ajali moja sisi barabara ya kutoka himo tulifika mierezini pale si mlikuwa mnatoka natoka wapi, masista wenu wanaenda mjini, wale ndio walikuwa na wale warauya na wakwenu wale ambao wako kilacha pale, wakasaidiana kutubeba sisi kutupeleka mawenzi. Ndio maana si nawakumbuka sana evangelizing. Jamani, ni watakie kila laheri watoto mliopata kipaimara. Sherehe njema, sio kwa ajili ya kula pilau tu, maisha na nyie, ndio mataifa wanaangalia sana kwenu. Sisi tukashangaa leo mm-mmepata me, me, majina mazuri eh, anaitwa Richard na nashangaa, kesho anaitwa Rashidi, kisa amefuata mbinti ambaye anaitwa Aisha huko mm. E, tuangalia hawa na nani, mtu anaitwa Pendo alafu baadaye anaitwa Aisha Aye. Shikirie mtambulisho wetu sawa. Leo mmekuwa watu wazima, shikiria imani yenu sawa. Jamani e, msibabaishwe, mwe imara. Wazazi wasaidieni watoto wenu katika makuzi na katika mahusiano, wasiakapotea bure. Ukimwacha mtoto wako tukawaachia ulimwengu wana vitu vya kufundisha vingi vya ajabu, na sio kashangaa sasa. Huyu si mtoto ni mtoto wangu, au sio? Nimemzaa mimi ni wewe mwenyewe umezembea katika malezi. Anapokuletea vituko nyumbani kwako, ukishangaa mtoto wako anakuwa ni, ni, ni, mvuta bangi au anatumia madawa ya kulevya, manake kuna uzembe katika eh, eh malezi. Tunawacha watoto anakuwa watoto wa mitaani wanaombaomba baada ya kusoma wasome wamjue Mungu wajiandae vizuri kwa maisha yao ya baadaye tupate waka wazuri wawata vizuri mapadre wazuri masista wazuri makatekista wazuri kati yao yote haya yanahitaji malezi nawatakia yote mema na Mungu aendelee kutubariki sote tumsifu Yesu Kristo